Namaste. Mimi ni Daktari Anuradha Panda, Daktari Bingwa wa upasuaji wa Laparoscopic na robotic nikiwa nafanya kazi katika hospitali ya Apollo, Jubilee Hills, Hyderabad. Prolapsi ya uterasi ni nini? Uterine prolapsi inamaanisha kitu kinashuka au kulegea. Unaposema uterine prolapsi ni kwamba mfuko wa uzazi, uterus, unashuka chini inaweza kushuka peke yake, au unaweza kuwa na uvimbe aidha kwenye kibofu cha mkojo au kwenye puru rectum. Kwa hiyo inaweza kuambatana na sistosele, ambapo kibofu cha mkojo kinaathirika, au rectosele, ambapo sehemu ya nyuma ya nyonga inaathirika. Ni nini husababisha prolapsi? Mara nyingi ni udhaifu wa misuli ya sakafu ya nyonga, ambao unaweza kutokea kutokana na umri au kupungua kwa homoni ya estrogen. Inaweza pia kutokea kwa mtu mwenye watoto wengi, kujifungua kwa shida, au mtu mwenye tatizo la choo kigumu cha muda mrefu au kikohozi cha muda mrefu. Hivyo hayo ni mambo tunapaswa kukumbuka, au kama mtu baada ya kujifungua anapata e, tuseme kujifungua kwa shida na kisha anaanza kufanya shughuli nzito na nyingi mapema, hata hiyo inaweza uh, SU, kutabiri kwa mtu aliye na prolapse. Sasa nini hutokea? Dalili ni zipi? Watu wazee huja na kutuambia wanahisi uvimbe au uzito kwenye uke. Wanasema wanapata shida kukojoa. Wanalazimika kusukuma kitu ili waweze kukojoa au hata wakati wa kwenda choo ni vigumu na wanaona uvimbe. Hizi ndizo dalili za kawaida tunazokutana nazo. Sasa nini kifanyike? Kwanza kabisa ni kuzuia. Baada ya kujifungua wanawake wanaweza kufanya mazoezi ya Kegels kwa kutumia biofeedback sahihi, kuzuia kupata choo kigumu, kuzuia kikohozi, na pia wakati wowote wanapopata kuanguka kidogo kwa viungo vya nyonga. Si kila kuanguka kunahitaji upasuaji. Mara nyingi unaweza kufanya mazoezi haya ya Kegels au mazoezi ya kuimarisha misuli ya nyonga, na mambo yako yanaweza kudhibitiwa vizuri lakini pale ambapo dalili zipo au mwanamke ana maambukizi ya mara kwa mara ya njia ya mkojo kutokana na kuanguka kwa viungo, au anapata shida ya kwenda chooni na kila wakati kinagusa pale na anapata ugumu, hapo ndipo tunalazimika kuwafanyia upasuaji. Kama ni mwanamke mzee anakuja kwetu, tunamshauri kuondoa mfuko wa uzazi na kisha kurekebisha sistosele, rektosele, na pia kuinua sehemu hiyo ili asipate tena kuanguka kwa sehemu ya juu ya uke. Lakini mara nyingi mwanamke mdogo anapokuja, anapendelea kubaki na mfuko wa uzazi na hilo linawezekana pia. Mfuko wa uzazi unaweza kufungwa na kurekebishwa, hiyo ndiyo tunaita histereopeti. Tunafunga mfuko wa uzazi ama kutoka chini kupitia kwenye ligamenti ya sacrospinous au colpopeti kutoka juu, na hivyo anaweza kubaki na mfuko wa uzazi na hata kupata watoto, lakini bado kuna uwezekano wa kuanguka tena. Hivyo wengi wao huishia kupata upasuaji wa Caesarean. Hilo ni jambo ambalo linapaswa kueleweka. Au wakati mwingine mwanamke mzee sana na dhaifu, anaweza asiwe na uwezo wa kufanyiwa upasuaji. Basi tunaweka pete inayoitwa pesari. Pete ya pesari au auar pesari nyingine zinazopatikana ambazo zinaweza kusukuma mfuko wa uzazi urudi ndani na unabaki hapo ikiwa mtu hafai kwa dawa ya usingizi. Hivyo inategemea. Unapaswa kushauriana na daktari wako unapopata tatizo la kuanguka kwa mfuko wa uzazi ili kujua kama unaweza kutumia mazoezi, kuweka pete au kama utahitaji upasuaji wa kuondoa mfuko wa uzazi au kuhifadhi. Asante.